Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa DC wa Manispaa ya Ilala, kaka yangu Edward Mpogoro akimeremeta ndani ya kanzu nyeupe, mnaweza mkaisi ni iman, ni imamu lakini pia akimwakilisha na ndugu yake DC wa manispaa ya Temeke Mheshimiwa Mapunda ambaye alikwenda mazikoni Songea nadhani itakuwa mchana huu ndio amefika au anafika mjumbe wa baraza la ulama mzee wetu Sheikh Hamid ibn Sheikh Masudi, khatibu wa Jongo mwenyeji wetu Shekhe wa wilaya ya Temeke, mzee wetu Shekhe Zailai ibni Shekhe Hassan Bakari Mkoyogole, na kushotoni kwake mjumbe wa baraza la mashekhe la mkoa wa Dar es Salaam, ndugu yangu Shekhe Muhammad Hamza, mlezi wa kituo hiki. Mheshimiwa mbunge yupo hapa, yeye hahitaji kutambulishwa kama ambavyo mlezi msaidizi wake, mheshimiwa diwani wa eneo hili. Lakini pia nikupongeze mheshimiwa diwani kwenye jambo hili kuwaalika madiwani wenzio pamoja na wenye viti kwa ajili ya jambo hili. Mungu akubariki kipekee. Meya wetu mpya wa manispaa ya Temeke, Mheshimiwa Uzair, kijana kutoka Bukoba aliyehamia Temeke anaipambania Temeke. Ndugu yangu Sheikh Shabani Pembe, imamu mkuu wa msikiti wa Mtambani kule Kinondoni. Pia tulikuwa naye mwakilishi wa wahadhiri Tanzania kaka yangu Bwana Habibu Mazinge ambaye amekwenda kupiga ndondo pia sehemu nyingine, katibu wa baraza la mashekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ndugu yangu Shekhe Ali Kizegero na mashekhe wa kata yote ya Temeke waliojazana, hajapungua hata mmoja, nyote kwa pamoja Mungu awabariki wa lakini na mdogo wangu mmoja mshamba mshamba hivi, atakasirika yeye. Kipekee ni mtaje Shanta huyo chawa wangu shehe wa Shek, kata ya Gerezani, shehe wa kichaga chaga kaacha biashara. Simama bwana, kipekee shee huyu kaacha biashara, kaamua kuwa shehe kata ya gerezani mjini. Bwana olasa ataniambia baadaye nini maana yake. Kwanza nimtambulishe mwanangu, mpwangu, shekhe Kilindo master mwanasheria, uko yuko wapi? Njoo mwanangu, mpwangu huyu. Viongozi wa serikali na mashekhe, naomba mumuone huyu, ndio mwenyeji wa jambo hili, ni mwanasheria ni shekhe na kichwa hiki kina digrii mbili. Tunahitaji tumsaidie katika malezi haya aliyoamua kwa maksudi kujitoa yeye na timu yake kufundisha watoto wetu kwa mchanganyiko, bila ya kujali dini. Wanasoma hapa Waislamu na waliokuwa sio Waislamu, kwa yale yale yaliyosemwa na viongozi wetu amani ni jambo la msingi sana. Kama sio amani, haya bwana mdogo huyu asingeyafanya. Mungu akubariki. wa na waone one wazee hawa, nenda ofisini kwao. Basi sisemi cha mwisho, kakae chini. Mimi nawashukuru, lakini kabla sijamkabidhi shekhe wa wilaya kutufanyia dua ili tufunge, tupige mchele, nataka niwakumbushe waislamu na wale waliokuwa Wakristo kama kaka yangu Mheshimiwa DC, kwa maneno ya dini Waislamu, na naomba muzingatie sana nguzo ya sita ya imani. Ili we muumini madhubuti, unatakiwa uishike nguzo ya sita ya imani, kuamini kuishiba na kuikumbatia kadari ama mpango wa Mungu. Hata jambo hili hapa lilipofanyika ni mpango wa Mungu. Mwanangu Sheikh Rashid aliponialika kuja katika jambo hili, nikamwambia hilo jambo nipe na mimi mkimaliza. Muki, na mimi tuje tuzungumze, niwaite viongozi wa serikali na wadini. Habari ya kula na dhamini mimi, na msiwe na wasiwasi tutawaruhusu chakula kinatoka kwangu, na dakika sifuri kitafika hapa, msosi wa kutosha. Au na wasiwasi, ili mradi tukumbushane. Vijana, kama tulivyoambiwa na wa viongozi wetu, kwa hiyo tuamini nguzo ya sita, mpango wa Mungu. Wanaotaka kwenda kuandamana, maana yake wametiania ya kwenda kupingana na mpango wa Mungu. Tumngoe Mama Samia. Mungu kamteua, unasema wewe hatukutaki, tunaleta wakwetu, maana yake unapingana na nguzo ya sita, alafu unajiita Muislamu. Lazima uamini mpango wa Mungu, kadari Mungu kaamua mpogoro awe ndiyo mkuu wa wilaya wa Ilala na leo awakilishe na mwenziwe. Hata mimi pia nilikuwa napenda niwe mkuu wa wilaya, Mungu kaniangushia kwenye ushehe. Nguzo ya sita, mstahiki meya, mlikuwa wengi mnataka nafasi hiyo. Kuamini mpango wa Mungu, kakupa wewe kuwa ndio mea wetu, kakaangu mheshimiwa cha urembo, mlikuwa wengi mnataka ubunge. Mpaka mwanangu yule Rashidi ni alikuwa anataka ubunge, alikuwa anataka kuangushe <teru> lakini Mungu kateua uwe wewe na madiwani nyote, tuamini. Kwa hiyo tusiende, Waislamu tusiende kwenda kushindana na mpango wa Mungu tusubiri temu ile ijayo. Ili, lakini nigeuke kwa Wakristo Matayo tano tisa. na wale Wakristo Matayo tano tisa, wa tisa: Eheri ya wale wapatanishi kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Ukiwa mpatanishi unaitwa mwana wa Mungu unajihitaji wewe mchungaji halafu wewe unakuwa ndio mchochezi, wakati Bible inasema heri ya wapatanishi, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Kakaangu akaitikia hapa, amen. Niwaombe na wale wa Kristo wote, twendeni tukashike pembe za jamvi la kikao, tukawe wapatanishi ili tupate baraka ya kuitwa wana wa Mungu. Na maana halisi ya wana wa Mungu, maana yake ni wapendwa wa Mungu. Ingekuwa kwenye sheria, babu yangu, rafiki yangu, chawa wangu Shehe Jongo, wanakita kuwa na kitu katika sheria, wanaita kiasu wa aksi. Kama wapatanishi wataitwa wana wa Mungu, wapendwa wa Mungu wache, wachochezi wataitwa nani? wapinzani wa Mungu. Kama wewe Mkristo wa kweli, uko tayari kuitwa mpinzani wa Mungu? Hizi ndio shukurani zangu na kuombeeni kila mmoja, na kama tunaitakia heri nchi yetu, Mheshimiwa Rais kasema njooni, tukae tujadili, tufanye maridhiano. Wataalamu wa somo la tarbia ya wana maneno yao, wanasema manidaa bima laysa fihi kadhabathu shawahidul imtihani, anayejisifia kwa mambo ambayo hana ujuzi nayo, musipate tabu, mpeni majaribio. Akisema ye mtaalamu wa mpira kuliko pakome, mpeni apige danadana 30 dana, tutapata najibu, anaweza kweli. Sasa hakuna sababu ya kutaka kuleta shida katika nchi. Mheshimiwa Rais kasema twendeni, basi. Nachotakiwa sisi twende kwenye kikao cha maridhiano, kama hakuna maridhiano anatuongopea, ndio tutakuja kwa wananchi. Niliwahi kusema viongozi wa serikali, ukweli hata mkikasirika, Mheshimiwa Mpogoro, nyinyi hamuna watu, watu ni wakwetu sisi viongozi wa dini, ima wa mashehe wa Islam, ima wa wachungaji wa Kristo Serikali inategemea wananchi ama raia kutoka kwetu. Tukiwaharibu nyoyo, mheshimiwa rais alisema viongozi wa dini wanapeleka mafundisho yao kwenye nyoyo, wanasiasa mafundisho yao yanakaa kwenye akili, na hatari zaidi yanayoathiri kwa haraka ni maneno ya kwenye nyoyo, kwa sababu raia wanaamini kwamba hayo ni mafundisho ya kiimani ya dini zao. Kwa tukiwa haribu maana yake tunaichafua nchi. Si vyema sisi viongozi wa dini tuonekane ndiyo chanzo cha matatizo. Tuungane Waislamu, Wakristo, wapagani na madhehebu zote zinazoungana na sisi, tushirikiane na serikali kuhakikisha utulivu unapatikana. Kama hapa nimeona timu kubwa hapa ya Mheshimiwa RPC wamekuja, wanazunguka hapa RPC watemeke alikuwa aje ana dharura kaleta timu hapa, na nimeongea naye mwenyewe. Wapo wanamume wanazunguka, ukifanya fyoko akilalama <laughs> endio, na sirudi sasa <laughs> amani hii. Na kesho mwanafunzi huyu anakwenda kuoa anatamani afanye sherehe kuwe na, na amani ili sherehe yake inoge sisi tuliooa tunasherehekea, wenzetu waje kuoa kimya kimya, hawana sherehe. Mbona tunawanyima na wao haki zao? Hata wale wenye vilabu wale wame, wanalipa wachezaji fedha. Amani ikipatikana, wacheze mipira ili pesa yao ilipe. Tukifanya vurugu, maana yake wachezaji wanakula pesa za bure, viongozi wanalalamika haki zao, lakini nilisema siku moja hata sisi tulioa, niseme taratibu walio mbali wasisikie. Kusema kwa kweli, ile siku tatu nne ile, sijui kwa mtu alikuwa na fidhuli gani. Sisi wengine ile, zile siku zimeisha bila bila, ukiona uelewi hayakuhusu kwa sababu hakukuwa na amani. Huyu anatazama huku, huyu anatazama huku hakuna aliyekuwa anamjua muzia anayemuuliza mambo au akamwambia naam laila saida hayupo. Tulibaki hivyo hivyo kama vipele tu. Kwayo ni kuombeni viongozi wa dini, tumewaalikeni mashekhe wa kata, bahati nzuri mmeitika nyote. Katibu wa baraza la mashekhe mkoa wa Dar es Salaam upo, tunakuomba utusaidie, na shekhe wetu wa wilaya yupo hutuba kuanzia leo magharibi, isha, kesho adhuhuri, alasiri, magharibi, isha, maneno yawe hayo miskitini, sambamba na kunuti, tukunuti kuiombea nchi yetu amani. Nakuombeni sana na wale ambao hawana presha, sukari na vidonda vya tumbo, kesho Jumatatu tufunge kumuomba Mwenyezi Mungu afunge hizi shida, tusiwalani kuwaombea matatizo. Wakati mwingine wakifanya dua vizuri, Mungu anamaliza mwenyewe. Si mnajua, wala yupo atakaye simama niambie, aliomba dua Mange Kimambi akaunti yake ifungiwe? Zile dua dua Mungu kapokea kaona, naanza na hapa, kinachofuata hatujui nini, na wala usiingilie mipango ya Mungu, usimwambie Mungu yule mtie uchizi, utakuwa uchawi. Kwa hiyo nakuombeni, nimeshukuru kwa dakika hizo, najua na chakula tayari. Mungu akulipeni kila laheri, na mkabidhi shekhe wa wilaya afanye dua, tupige mchele tuende zetu. Jambo hili limekwisha. Na wana Mbagara, wana Charambe, kituo chenu hiki hapa, wanapata elimu, wanapata maadili, wanapata elimu, wanapata maadili, lakini sio kituo cha ugaidi na ufedhuli na kupambana na serikali. Na ndio maana mnaona na serikali imekuja. Kuna watu wengine wanataka kushindana na serikali, maanake weziwa wana mizinga, waonena na mawe na manati. Takibiri, una manati, unatafuta kufa Umejipanga na nini?